Ndani ya miaka minne ya uongozi wako, jumla ya fedha trilioni moja na bilioni mia saba umezileta mahala hapa zinafanya kazi ya kulijenga jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam ya leo sio Dar es Salaam ya miaka kumi iliyopita. Mimi Daktari Samia Suluhu Hassan nimesoma shule ya msingi nikipanda basi kwa kugombea dirishani kutoka Mbagala kuja hadi Temeke, kutoka Temeke wakati mwingine kuja shuleni sekondari Forodhani, hali ya usafiri ilikuwa ni ngumu sana. Lakini hatua ambazo umezielekeza za kuhakikisha tunaondosha msongamano Dar es Salaam ni hatua za kupigiwa makofi, ni hatua za kuungwa mkono, ni hatua za kuziombea Mwenyezi Mungu ili nchi yetu iweze kusonga mbele. Trilioni moja pointi saba ni hela nyingi sana. Umezielekeza katika mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kuondoa msongamano na kuwarahisishia wana Dar es Salama waweze kusafiri kwa urahisi, kwa sababu muda mwingi sana Dar es Salaam unapotea katika foleni, na wewe umekuwa ukihudhunika sana na umekuwa ukitusukuma kila mara kuhakikisha hatulali bali tunatafuta suluhu ya tatizo hili la foleni na misongamano hapa Dar es Salaam. Ndiyo maana katika trilioni moja pointi saba ulizoziidhinisha hapa Dar es Salaam iko fedha inayohusu kuondosha msongamano na iko fedha inayohusu kuondosha mafuriko katika jiji la Dar es Salaam. Na ndiyo maana sisi tunasema Dkt. Samia, wewe una utu, kwa sababu kila daraja unaloliamrisha lijengwe na kuliidhinisha, kwa sababu kila kilomita ya lami unayoisema tuijenge, ni kwa sababu unazingatia, kilomita ile moja ya lami itakwenda kuunusuru utu wa Mtanzania, ni kwa sababu daraja lile litakwenda kunusuru utu wa Mtanzania. Watanzania wengi wako wanakupenda sana, na ndio maana wanajaa katika mikutano na watakwenda kukuchagua tarehe ishirini na tisa kwa sababu ya kazi na kwa sababu ya utu wako, Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapa Dar es Salaam wamesema, waheshimiwa wagombea wa ubunge wote wamelilia jambo linalohusu mafuriko, wamelilia jambo linalohusu msongamano, na suluhu ya hayo yote ni wewe Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ndiyo maana Dar es Salaam tarehe ishirini na tisa itajitokeza kwa wingi kwenda kukupigia kura Jangwani, mahala ambapo tulipita tukiwa tunakunja nguo zetu na wakati mwingine magari kuzuiwa. Ni wewe daktari Samia Suluhu Hasan uliyeidhinisha ukaamrisha jumla ya fedha bilioni tisini na saba zikawekwe pale tukajenge daraja lenye ukubwa wa urefu wa mita mia nne sawa sawa na viwanja vinne vya mpira vinaenda kulala pale Jangwani. Hii ni historia na nchi itakukumbuka na Afrika itakukumbuka na Tanzania itakukumbuka. Ndio maana nilipokwenda mwezi wa tatu mwaka huu kukuwakilisha katika mkutano wa Benki ya Dunia kule Marekani, mkurugenzi mkuu Dr. Kibwe ambaye yeye anasimamia kanda ya Afrika alisema hakuna nchi nyingine inayokwenda kwa kasi katika ujenzi wa miundombinu kuzidi Tanzania ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio maana tulipokwenda Msongati tukakutana na Mheshimiwa Rais wa Burundi General Ndayishimiye, alituambia, Mheshimiwa Rais, alikupongeza sana, akasema yeye ni mwenyeji wa hapa Dar es Salaam, lakini kwa maendeleo makubwa ya miundombinu iliyofanyika ndani ya miaka minne hii ya uongozi wako Daktari Samia Suluhu Hassan. Jenerol Ndaishimie anasema akija tena hapa Dar es Salaam safari hii atapotea. Hatuna jambo jingine tutakalokwenda kufanya tarehe ishirini na tisa. La kwanza ni kujitokeza kwa wingi, na la pili ni kwenda kupiga kura ya ndio kwa Daktari samia Suluhu Hassan, kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi.